Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuchagua KBC Channel 1. Ni fursa nyingine tena ambapo tumekutana nawe papa hapa kwa kudura zake mwenyezi Mungu, tunakuletea taarifa kutoka magatuzi mbalimbali mbali katika taarifa zetu za kurunzi mashinani. Jina langu ni shila kayaro yogo, karibu. Chama cha kitaifa cha watu walio na matatizo ya kusikia kimerejelea wito wake wa kushinikiza kupitishwa kwa haraka kwa mswada wa lugha ya ishara wa mwaka 2024 kuhakikisha ushirikishwaji ushiriki wa watu walio na matatizo ya kusikia katika jamii. Akiongea kwenye mkutano mkuu wa kila mwaka, mwenyekiti wa chama hicho Nickson Kakiri alikariri haja ya kupitisha mswada huo kuwa sheria, akisema utasaidia kutoa mwongozo kuhusu mawasiliano ya lugha ya ishara, elimu na haki sawa kwa watu walio na matatizo ya kusikia kote nchini. Chama cha kitaifa cha watu walio na matatizo ya kusikia kilibuniwa mwaka wa 1987 na kimekuwa mstari wa mbele kupigania haki za watu walio na ulemavu wa kusikia humo nchini. Wakati wa mkutano wake mkuu wa kila mwaka jijini Nairobi, chama hicho kiliandaa uchaguzi wa maafisa wapya huku suala la lugha ya ishara likiangaziwa. Mwenyekiti wa chama cha watu walio na ulemavu wa kusikia Nickson Kakiri alisema changamoto yao ni fursa finyu za mawasiliano ya lugha ya ishara kwenye runinga hususan, muda mchache unaotolewa kwa wakalimani wa lugha ya ishara. Chama hicho kimeapa kushinikiza kupitishwa kwa mswada wa lugha ya ishara wa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ambao unahimiza matumizi ya lugha ya ishara katika vikao vya mahakama, shuleni na taasisi nyingine za umma.

Mswada wa lugha ya ishara wa mwaka 2024 uliowasilishwa na mbunge Harun Mohammed umesomwa kwa mara ya kwanza katika Bunge la Kitaifa, na sasa umeingia kiwango cha kamati, ambapo Wakenya watahitajika kutoa maoni yao. Jacqueline Masharia, ya Kurunzi Mashinani.